Katika ulimwengu wa leo, magonjwa ya zinaa ni changamoto kubwa inayohatarisha afya ya watu wengi, ikiwemo ugonjwa wa gonorea ambao kwa Kiswahili unaitwa kisonono. Ugonjwa huu unasababishwa na bakteria anayeitwa Neisseria gonorrhoeae. Mara nyingi ugonjwa huu huasiri maeneo yenye nyevunyevu mwilini kama vile sehemu za siri za mwanamke na mwanaume, kwenye koo, njia ya haja kubwa na hata macho. Bakteria huyu husambaa kwa urahisi kupitia uhusiano wa kimwili kama vile kufanya tendo la ndoa bila kutumia kinga, na ana uwezo wa kuathiri watu wote bila kujali umri na jinsia. Hata hivyo, licha ya kwamba ugonjwa wa gonorrhea unatibika kwa urahisi, ugonjwa huu bado ni tishio kubwa kwa afya ya watu wengi kutokana na ukosefu wa taarifa kamili kuhusu dalili zake na jinsi ya kujikinga. Katika kipindi chetu cha leo, tutaelezea kwa undani kuhusu ugonjwa wa gonorrhea, ikiwa ni pamoja na jinsi unavyosambaa, dalili zake, matibabu madhara na hatua za kujikinga ambazo zinaweza kusaidia kupunguza madhara ya ugonjwa huu. Ugonjwa wa gonorrhea ni ugonjwa wa zinaa unaosababishwa na bakteria anayeitwa Neisseria gonorrhoeae. Ugonjwa huu usambaa kwa urahisi kupitia majimaji ya mwilini kama vile shahawa au majimaji ya ukeni. Hii inamaanisha kuwa mtu anayejihusisha na tendo la ndoa na mgonjwa aliyeathirika na ugonjwa huu bila kutumia kinga kama kondomu, anakuwa katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa wa gonorrhea. Pia ugonjwa wa gonorrhea unaweza kuenezwa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto wakati wa kujifungua. Mtoto anaweza kupata maambukizi kwenye macho ambayo yanaweza kusababisha upofu ikiwa hayatatibiwa mapema. Je, ni dalili zipi ambazo mgonjwa wa gonorrhea anakuwa nazo? Dalili za ugonjwa wa gonorrhea zinatofautiana kati ya wanaume na wanawake kwa sababu ya miundo ya miili yao na jinsi bakteria wanavyowasili kwa wanaume dalili za gonorrhea huonekana haraka kwa sababu bakteria huasili mrija wa mkojo, yaani urethra, ambao ni mfupi na upo karibu na sehemu ya nje ya mwili. Hii inasababisha dalili kama maumivu wakati wa kukojoa, uchafu wa kijani au wa njano kutoka kwenye uume na maumivu kwenye korodani. Dalili hizi huonekana kwa haraka, hivyo inakuwa rahisi kugundulika na kuanza matibabu haraka. Kwa upande wa wanawake ugonjwa wa gonorrhea unaweza kuwa mwilini bila kuwa na dalili yoyote, au dalili zinaweza kuchukuliwa kama za kawaida, kama vile maumivu wakati wa kojoa au uchafu kutoka ukeni. Hii inatokea kwa sababu bakteria huwasili sehemu za ndani za uzazi, ambayo inakuwa ni vigumu kuona au kuhisi. Hivyo, wanawake wanaweza kuwa na ugonjwa wa gonorrhea bila kujua na kuendelea kuambukiza wengine. Kwa sababu hii wanawake wanakuwa kwenye hatari kubwa zaidi, kwani wanapokosa dalili mapema wanaweza kueneza ugonjwa huu bila kujua. Ugonjwa huu unaweza kusababisha matatizo makubwa kama vile maambukizi kwenye kizazi, ugumba au maambukizi ya kwenye damu, ikiwa hautatibiwa mapema. Hebu tuziangalie kwa undani dalili za ugonjwa wa gonorrhea, tukianza na wanaume. Dalili ya kwanza ni maumivu wakati wa kukojoa wanaume waliopata ugonjwa wa gonorrhea wanaweza kuhisi maumivu au hisia ya kuchomachoma wakati wa kukojoa. Hii inatokana na maambukizi katika mlija wa mkojo yaani urethra. Dalili ya pili ni uchafu kutoka kwenye uume. Uchafu wenye rangi ya kijani au njano hutoka kwenye uume. Uchafu huu ni dalili ya ugonjwa wa gonorrhea kwa wanaume na unaweza kuwa na harufu mbaya. Dalili ya tatu ni maumivu kwenye korodani. Maumivu au uvimbe katika korodani ni dalili nyingine ya ugonjwa wa gonorrhea kwa wanaume. Hii hutokea wakati bakteria wanapowasili mfumo wa uzazi hususan ni korodani na kusababisha maumivu na uvimbe. Kwa upande wa wanawake, dalili ya kwanza ni uchafu kutoka ukeni. Wanawake waliopata ugonjwa wa gonorrhea wanaweza kuona uchafu wenye rangi ya kijani au njano. Uchafu huu unaweza kuwa na harufu mbaya na unaweza kuongezeka baada ya tendo la ndoa. Dalili ya pili ni maumivu wakati wa kukojoa. Wanawake wenye ugonjwa wa gonolea wanaweza pia kuhisi maumivu wakati wa kukojoa. Dalili hii hutokea kutokana na maambukizi katika sehemu za mfumo wa mkojo. Dalili ya tatu ni maumivu wakati wa kujamiana. Baadhi ya wanawake wanaweza kuhisi maumivu au usumbufu wakati wa tendo la ndoa, ambayo ni ishara ya maambukizi ya ugonjwa wa gonolea. Dalili ya nne ni maumivu ya tumbo la chini. Maambukizi ya ugonjwa wa gonorea kwenye mfumo wa uzazi yanaweza kusababisha maumivu ya tumbo la chini kwa wanawake. Dalili hii inaashiria kuwa bakteria wameasili maeneo ya ndani ya uzazi. Baada ya kuelewa vizuri dalili za ugonjwa wa gonorea, hebu tuangalie matibabu yake. Habari njema ni kuwa ugonjwa wa gonorea unaweza kutibiwa kwa urahisi kupitia dawa za antibiotic. Matibabu yakifanyika mapema yanaweza kuondoa bakteria na kuzuia matatizo makubwa ya kiafya. Hebu tuangalie kwa undani jinsi ugonjwa wa gonorea unavyotibiwa. Ugonjwa wa gonolea hutibiwa kwa kutumia dawa za antibiotiki ambazo zina nguvu na zina uwezo wa kuua bakteria wanaosababisha ugonjwa huu. Madaktari mara nyingi hutumia mchanganyiko wa dawa mbili ili kuhakikisha ufanisi wa matibabu. Dawa hizi zinaweza kuwa za kumeza au sindano kulingana na mapendekezo ya daktari. Ili kuepuka kuendeleza kuambukiza wengine, ni muhimu mwenzi uliyeshiriki naye tendo la ndoa apatiwe matibabu. Hii itazuia mzunguko wa maambukizi na kuhakikisha kuwa hakuna mtu anayeweza kupata huu ugonjwa tena. Baada ya kumaliza matibabu, ni muhimu kufuatilia kama dalili zinapungua au kutoweka kabisa. Ikiwa dalili hazijaisha, ni vyema kurudi kwa daktari kwa uchunguzi zaidi. Pia wakati wa matibabu, ni muhimu kuepuka mahusiano ya kimapenzi ili kuepuka kueneza ugonjwa huu kwa wengine na kutoa nafasi kwa dawa kufanya kazi kikamilifu. Ikiwa ugonjwa wa gonorrhea hautatibiwa mapema, unaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya. Je, ni madhara gani unaweza kuyapata baada ya kuugua ugonjwa wa gonorrhea? Ugonjwa wa gonorrhea ni ugonjwa wa zinaa ambao kama hautatibiwa kwa haraka, unaweza kuwa na madhara makubwa kwa afya yako. Ugonjwa huu husababisha maambukizi katika viungo mbalimbali vya mwili na unaweza kuathiri uzazi pamoja na mifumo mingine Hebu tuangalie madhara haya kwa undani zaidi, tukianza na wanawake. Madhara ya kwanza ni ugumba. Maambukizi ya gonorrhea yanaweza kuathiri mirija ya fallopian ambayo ni njia muhimu kwa mayai kupitia kuelekea kwenye kizazi. Ikiwa mirija hii itaziba au kuathiriwa na maambukizi, inaweza kuzuia mchakato wa kutungisha mimba. Hii inaweza kupelekea ugumba, hali ambayo inakuwa vigumu kwa mwanamke kushika mimba. Madhara ya pili ni mimba ya kutunga nje ya kizazi ambayo kwa kitaalamu inajulikana kama ectopic pregnancy. Hali hii hutokea pale ambapo yai lililorutubishwa hukua sehemu nyingine ya mwili badala ya ndani ya kizazi kama vile kwenye mirija ya uzazi. Ugonjwa wa gonorea unaweza kuharibu mirija ya uzazi na kuongeza hatari ya hali hii kutokea. Mimba hii inaweza kusababisha maumivu makali, kutokwa na damu nyingi na hata kuhatarisha maisha ikiwa mgonjwa hatatibiwa haraka. Madhara ya tatu ni maambukizi kwenye mayai ya uzazi. Maambukizi ya ugonjwa wa gonorrhea pia yanaweza kuathiri mayai ya uzazi, ambayo ni sehemu muhimu katika uzalishaji wa mayai. Hii inaweza kuathiri uwezo wa mwanamke kupata watoto. Kwa upande wa wanaume, madhara ya kwanza ni maambukizi kwenye tezi ya prostate. Ugonjwa wa gonorrhea unaweza kusababisha maambukizi kwenye tezi ya prostate ambayo ni tezi muhimu kwa uzalishaji wa mbegu za kiume. Maambukizi haya yanaweza kuleta maumivu makali, kuvimba na usumbufu wakati wa kukojoa. Pia huathiri uzalishaji wa mbegu za kiume na kuleta matatizo katika uzazi wa mwanaume. Madhara ya nne ni ugumba kwa wanaume. Ugonjwa huu unaweza kuathiri mbegu za kiume na kuathiri ubora wa mbegu. Hii inaongeza hatari ya wanaume kuwa na ugumba. Ugonjwa huu unaweza kuathiri uwezo wao wa kupata watoto iwapo utachukua muda mrefu kutibiwa. Baada kuangalia ya kuangalia madhara ya ugonjwa wa gonolea, hebu tuangalie jinsi ya kujikinga na ugonjwa wa gonolea. Njia ya kwanza ni matumizi ya kinga kama kondomu. Kondomu ni njia bora ya kujikinga na ugonjwa wa gonolea pamoja na magonjwa mengine ya zinaa. Inazuia maambukizi yanayosababishwa na shahawa au majimaji ya ukeni ikiwa itatumiwa kwa usahihi kila unaposhiriki ngono, kondomu ina ufanisi mkubwa katika kupunguza hatari ya maambukizi. Njia ya pili ni kupima afya mara kwa mara. Kupima afya yako mara kwa mara ni njia nzuri ya kugundua ugonjwa mapema, hasa kama unajihusisha na tendo la ndoa na watu wengi. Kuwa na tabia ya kupima afya yako mara kwa mara inasaidia kupata matibabu mapema na kuzuia maambukizi kutoka kwa wengine. Ugonjwa wa gonorea ni ugonjwa unaoweza kudhibitiwa na kutibika, lakini ni muhimu kuchukua hatua mapema ili kuepuka madhara ya kiafya. Kujua dalili, kutafuta matibabu kwa wakati na kujikinga dhidi ya maambukizi ni hatua muhimu za kulinda afya yako. Ikiwa unahitaji ushauri au msaada zaidi kuhusu ugonjwa wa gonorea au masuala mengine ya kiafya, usisite kuwasiliana na Daktari Rafiki. Lakini pia hakikisha umesubscribe channel ya dokta Rafiki ili wa kwanza kupata masomo ya afya tunayoyaweka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Tukutane tena kwenye kipindi kingine, nikutakie afya njema.